Bungu imeshapigwa Morocco kwa bongo sasa hivi na tunachukua maoni hapa. Sasa anaitwa nani? Naitwa Mrs. Yansi. Uh -huh. Napatikana pande za soko kubwa. Uh -huh. Mama wa Simba, mama wa Simba e, e, najulikana sana kama dada wa Simba au mama wa Simba. Sawa. sawa. Eh. Mmechezea mbili sana Morocco kule si ndio? Chapo e. Haraka 15 tu a wamekaa kati si ndio? Wewe ile game ulitazama vizuri? Nimeitazama vizuri. Mlifeli wapi? Mimi naona tumefeli kwenye upande wa washambuliaji e, upande wa washambuliaji tumeferi kidogo, ila nadhani yale makosa tunakuja kuyafuta. Tuko tunaomba zaidi zaidi sana mm. tuchezee kwa Mkapa kwa Mkapa e, kwa nini kwa Mkapa na sio kwa Amani na sio Amani Zanzibar? Kule Zanzibar unajua, tutakuwa hatuna vibe tutakuwa hatuna vibe la kutosha kwa sababu kama sisi wa washabiki wa wanasimba sana sana, washabiki wetu wengine hawezi kusafiri kwenda huko kupanda boti, si unajua tena kangu uh-huh. Mambo ya kwenda kupanda boti, wengine wanaogopa kupanda maji, kupanda maji eh kwenye jahazi, yani wanaita watoto wa shamba wale, japo sisi tunapenda kwenda nini tupate vibe. Vibe, tunaliomba liwe kwa Mkapa tu, tujae, eh. Sawa um, tutasubiri tuone mchezo kuchupigwa saa kumi na sio saa nne usiku hmm. Uh, hiyo nahisi kwamba itakuwa ni advantage kwa Simba, bado tuna advantage hata hmm. ikipigwa saa hata tuseme saa saba bado tuna advantage hmm. Unaweza kufanya comeback kweli kwa wale jamaa wa RC Berkane, tunafanya comeback lazima tufanye comeback kwa sababu kufanya kosa sio kurudia kosa, brother hmm. eh lazima kwetu hapa, lazima wanasemaje hmm. Watoto wa Simba tunasema lazima kwetu wakae, atoki mtu kweli, atoki mtu, sawa sawa. hey. um, nini ambao ungependa kumshauri uh, Fadu pamoja na na benchi la ufundi zima, kusema basi na mchezo wa marudiano wa finali ya pili, uh, labda kuna ma, kuna mapungufu madogo umeona katika mbungi uliopita ile, na ungetaka umshauri, kwa sababu umesema kama striker wako kama alikuwa ni kwa butu. Okay, in general, unataka kumshauri nini Fadu, kocha mkuu wa Simba Sports Club? Kocha wetu tunaomba tu ajipange atuwekee wachezaji wazuri eh, kwenye dabi yani, mchezo yani ukichezwa, ucheza kiputo kiputo kweli, umenielewa Kangwe? mm -hmm. Atupangie wachezaji wazuri ambayo watatupa vaibu na sisi tutawapa vaibu. Yani hapa nyumbani tunasema atoki mtu. oh, okay. eh, kwa karubilio ya, ya, ya <laughs> msimu inasemaje? Atoki mtu. Hatoki mtu yani aiwe ya huko kwa Mkapa huko tuwe, tuwe Zanzibar, atoki mtu. Hii hi, lazima tubebe imesha sawa ah, ah, lazima natubebe Kombe, tubebe, lazima tunabeba tu, hatuwezi <laughs> kukubali figisu figisu lazima tulete, hatoki <laughs> hey, mtu okay, hey. Mimi nawaambia mashabiki wa Yanga yani, napozungumzia mashabiki wa, wa Yanga sababu hata mimi wangu shabiki wa Yanga yani. Hmm. Ani Yanga watusumbui, yani tunasema hivi kwa Simba hatoki mtu ndo kauli yetu, mbiu atoki mtu, atulembi mtu, shosho. Na kombe lazima tubebe, haina <laughs> eh, haina ubaya, yani ndo tusema ubaya, ubwela na tunabwela kweli eh. shosho <laughs> na sisi bado tunahamasa na bado tunawashabikia wachezaji wetu, wanasema kukosa sio kwamba yani kufeli, kufeli kimpila, sio kwamba ndo atafeli kila siku. Hapana, umenielewa una, hata maisha yenyewe yanakosewa, alafu unashangaa jamaa anatembelea ndinga. So mchezo brother <laughs> mashabiki <laughs> wa Yanga, yani nawaambia hivi bado tutawakela, umenielewa eh? alafu tena Yanga, Yanga, Yanga, tunasemaje? Tunasemaje? Yanga, Yanga, Yanga, lazima mtuelewe. Sisi wana Simba na washabiki wa Simba, lazima kombe liwe letu na lazima kombe tulibebe, yani kivyovyote tu.